Halo, simsi ndo hivi nimepokea, nimepata msiba, nimefaa na baba yangu nyumbani hapa Yaani, msiba umetokea, nianze kukuambia kama shughuli au kama vipi? Nikurudishie hela yako nilotumia? Kwa sababu nakwambia nimepata msiba, nimefiwa. Msiba unakuja ghafla, una taarifa haya ta, asante asante, karibuni <tis> Tumekuja kupa pole shoga yetu. Asante na shukuru, pole sana kwa msiba. Asante shoga yangu Mwatanga. hmm. <laughs> Uh. Jamani, hicho kingu vipi? Nguo ya nini? na mekuja kunipa pole, mekuja kuchunguza nguo? Mimi hapo nimejua msiba umechanganya na mambo yangu kibao, simu zinaita kama mvua, yani mambo yangu yote yamefunga kwa sababu ya msiba mm -hmm. lakini Mwatanga huyu si babako? Babangu baba yangu kanizaa, babangu kafa na mambo yangu nimefanya kama kawaida. Itakuwa ukanizaa, ana watoto wake huko nje, kanisikia nje mm. Ka kaka! Jamani kaka, uko api? Kaka kaka, uko api. Kaka! Hivyo, wakati ndo huu kabla maiti haijapoa unatakiwa ufanye jambo, umeelewa? Kabla ya maiti haijapoa ukizubaa ndugu yangu ah, mzee sio kivyo. msiba msiba uishe, msiba msiba uishe. We, we, we, we! mi nakwambia una, una, una, eh? hivi unajua, unajua unaweza ukapata mabua, wewe utabaki hivi hivi kama ulivyo nakwambia Unatoka hapa unakuja pale maskani, mimi nakutoa baruti, umenielewa eh? Umenielewanaayn mana ninachoomba kinacho, ila shoga yangu, nikwambie lili danga la kula uswizi

Najua una uchungu wa kufiwa na baba yako, umeelewa? Eh, sasa haya yote yanatokana na nani? Na Mwenyezi Mungu eh? uwezo wako ukaingilia kazi ya Mwenyezi Mungu, hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu, umeelewa? Basi mi nachokuomba mwanangu, nyamazi, mimi nipo. Hata mimi mwenyewe nasikia uchungu, lakini navumilia. Na jinsi eh? gani ya rafiki yangu, umeelewa eh? basi eh? tulizana mamangu. Vitu vyote vitakwenda mi sawa. Mimi nipo. Umenielewa? Eh, mama. Eh. Shebe. Shebe, hebu nisikilize. Ndugu yako ameniacha chini. Najua, najua. Najua, najua Shebe. Hebu nisikilize. Umesikia Shebe? Nakusikiliza. Mambo yote yameshafanyika. Umenielewa? Na safari imeshaanza. Mbaye tushatoa mwichwari? Eh? Mm. Safari imeshaanza na maiti tumeshatoa mancwa. Umenielewa? Na hakuna jambo lolote ambalo lisilowezekana kwetu, litawezekana tu. Umenielewa? Shemeji atazikwa tu, rafiki yangu. Nami roho inaniuma lakini, eh? Amenikimbia. Amenikimbia. Najua, najua, najua. Najua shemeji, basi. Shemeji, roho. Lakini nitafanyaje? Nisikilize mimi. Sawa. Naelewa. Kwa hiyo tulizana. Naelewa. Mambo yatakwenda vizuri tu. Naelewa. Hakuna kitu ambacho kitashindikana. Sawa. Sawa. Eh. Basi, basi, basi, basi. Basi. Basi, basi, basi, basi, mjambasi. Basi. Ah. Jamani. Jama, ndo hivyo. Mm. Sawa. Mwisho end.